Tukitoka kaunti ya Mombasa tuelekee huko Bomet ambako kulishuhudiwa vita kati ya wafuasi wa gavana wa Isaac Ruto na naibu spika ambaye ni mbunge wa eneo bunge la Sotik Joyce Laboso wakizozana kuhusu pahala pa kubuniwa chuo kikuu cha kaunti ya Bomet. Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuzuru maeneo hayo na mtazamaji miezi michache na kupeana hati miliki ya pahala chuo hicho kinafaa kujengwa. Mwanahabari Martin Kosgey alizuru sehemu hizo na kututayarishia taarifa ifuatayo. Hapa ni eneo linaloitwa Miss Miss County ya Bomet. Ni ujenzi wa shule unaofanywa kwa kasi. The problems we are having is that we have got MPs who have refused to receive reason. They are just busy with hooligans in town. Gavana Ruto anadai kuwa mzozo huo umekuwa ukiendelezwa na wapinzani wake wa kisiasa ili kumkejeli kwa kupinga ujenzi wa chuo kikuu katika mji wa Bomet. Gavana Ruto anasema pahala panapodaiwa kutengwa kwa ujenzi palikuwa awali pametengewa jaa la takataka. The dumping site started long before the county government came in. Sehemu kind of hii ya kutupa taka limekuwa ikipendekezwa na wabunge wa Bomet, huku pahala anapoipendekeza Ruto pakiwa eneo la Sigor, kilomita kumi kutoka Bomet mjini. Kwa mujibu wa mpango wa gavana Ruto, wanafunzi wanaosomea shule hii wanatarajiwa kuhamia majengo mapya ili kutoa nafasi kwa chuo kuanzishwa hapa. Inadaiwa wanafunzi hawa wako tayari kuhamia majengo yaliyojengwa kwa njia ya kisasa kuliko anakosomea kwa sasa. Niliweza kuzunguka kutafuta maoni kutoka wenyeji wa kaunti ya Bomet ili waweze pia kuchangia kwenye swala hili. University kuje, tunafurahia kabisa. Mbunge wa Bomet kati Ronald Tanui ni mmoja wa bunge wanaopigia debe swala la kujenga chuo hicho Bomet mjini na amekuwa akimkosoa vikali gavana Ruto kwa kutaka ujenzi ufanyiwe Sigor. Aidha, Tanui amedaiwa kuwa mmoja wawekezaji wanaoendeleza ujenzi wa mabweni ya kulala mita chache kutoka eneo la mji linalodaiwa kufaa kujenga chuo. Swala hili limekuwa likizingirwa na siasa, huku vurugu zikishuhudiwa Swali ni je, chuo hiki kinafaa kujengwa pahala pa ekari kumi tu au tisini iliyotengwa na serikali ya kaunti ya Bomet? Martin Koskei, KTN News, kaunti ya Bomet.